Sana wewe uliye Honored People, ambaye ni mwanandoa na kijana. Kwa nini Honored? Ukiangalia mwanzo wa uumbaji katika ile Mwanzo moja mstari wa ishirini na sita Mungu alipomuumba Adamu na Hawa aliwabariki, akawaheshimu, akawapa kazi ya kwenda kuzaa na kuongezeka kutawala na kumiliki. Mungu katika dunia ameona kwamba ndoa ndio mahali pake pa kufanyia kazi, alianza kuheshimu ndoa. Kwa maana hiyo, wewe ambaye umeolewa au umeoa wewe uliye mwana ndoa, maana yake una heshima kubwa, heshima ya kwanza umepewa na Mungu Kuanzia uumbaji wake alikuona wewe unafaa kuwa mahali pake pa kuzalishia. Kwa hiyo kupata tu ile neema bahati ya kuolewa au ya kuoa, maanake tayari umechaguliwa na Mungu kama mtendakazi pamoja na yeye. Inakuambia we amba umeolewa, we amba wewe ambaye umeolewa, wewe ambaye umeoa, wewe umeheshimika sana na Mungu umeheshimiwa sana na Mungu amekufanya kama jukwaa lake la kufanya dunia iongezeke, izalishe, uitawale. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni Honored People's Corner. Hawa Honored ni kina nani? Ni ndoa na vijana. Kwa hiyo basi, wewe uliye mwana ndoa, inabidi jambo la kwanza ufurahie kwamba wewe unaitwa mheshimiwa. Mheshimiwa maana yake ameheshimika kwa hiyo Mungu alipomuumba Adamu na Hawa akamweka pale kwenye bustani ya Edeni akawambia nyie mkazae mkaongezeke. Maanake Mungu alitafuta mtu ambaye atafanya naye kazi ya hii dunia kuongezeka na kuzidishwa na kutawaliwa. Kwa hiyo sasa, ikiwa umepata kibali cha kuolewa na kuoa, maanake umechaguliwa kuwa mheshimiwa, ufanye kazi na Mungu. Kwa jambo la kwanza kabisa inabidi ujivunie kwa wewe kuwa na ndoa. Na ndoa zote duniani, ndoa zote Tanzania lazima zijivunie kwamba wewe umeweka kwenye ndoa maana yake unafanya kazi na Mungu mwenyewe. Haijalishi kwamba kuna changamoto ngapi gani zinapatikana kwenye ndoa. Lakini kusudi la Mungu alijua kwamba wewe akikuchagua uolewe au uoe utakuwa mtendakazi pamoja na yeye na utajaza dunia na itaongezeka. Kwa hiyo basi, Mungu mwenyewe alikuheshimu. Ndio maana tunasema ni kipindi cha Honored People's Corner, maana yake ni kona ya majadiliano ya wale walioheshimika ambao ni wanandoa. Jambo la pili, kijana, kijana ameheshimiwa sana na Mungu. Katika neno la Mungu linasema kwamba nimewaandikia nini, vijana kwa sababu mna nguvu za kumshinda yule mwovu na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Hasa katika Biblia nzima aliandikwa nimewaandikia nini? kwa sababu mna nguvu. Ni kijana, na kijana huyu anatokana na ndoa ambayo ni mume na mke wanapata ongezeko au zaliko la mtoto ambaye anakuwa ni kijana. Kwa hiyo sasa kijana huyu anakuwa sasa ni kama raw material au ni mali ghafi ya kwenda kuanzisha tena ndoa nyingine. Kwa hiyo sasa, kijana, ujue kwamba wewe umepewa pia heshima na Mungu amekupa nguvu ya kumshinda Shetani. Maana yake nini? Amekupa nguvu ya kuweza hii dunia kuitawala na kuimiliki na kuiongeza. Na hii nguvu unapata wapi? Akasema kwamba umelishika neno la Mungu. Asa neno la Mungu kijana unalipata wapi? Asa neno la Mungu unapata kwa wale ambao ni watangulizi wako, ambao ni wazazi, ambao ni wenye ndoa. Sasa huyu mume na mke ambao wamempata kijana wakampa nguvu ya Mungu, wakampa neno la Mungu likaa ni nguvu kwake. Kwa maana hiyo, sasa kuna uhusiano mkubwa sana kati ya ndoa au kati ya baba na mama au kati ya mume na mke na kijana ambaye ni mtoto kwa maana hiyo yule kijana, lile neno la Mungu analosema amempa, ni yale mafundisho, ni yale mawaidha, ni yale maadili, ni yale maelekezo, ni yale maagizo, aliyapokea toka kwa baba na mama ambao hawa ni wanandoa. Kwa hiyo basi ndoa, mahatimaye vijana ni kundi ambalo Mungu ameliheshimisha kwamba lifanye kazi pamoja na yeye ili kuitawala hii dunia na kuiongoza hii dunia. Mungu ameweka watu wengi duniani, dunia na watu wengi sana, lakini amechuzi, huyu ni mume, huyu ni mke, kwamba hii hawa wawili hawa mimi nifanye nao kazi. Kwa hiyo katika wengi, wewe ambao una ndoa, Mungu amekuheshimu. <laughs> amekuheshimu akakupa ile kusudi ya kufanya kazi pamoja na yeye. Kwa jambo ya kwanza kwanza, kipindi hichi cha Honored Marriage au Honored People's Corner ni kwa ajili ya kukutia nguvu ambaye ana ndoa, kwamba umeheshimika. Ndoa zote zijue kwamba zimeheshimika. Vijana walioko duniani, vijana wa Tanzania wajue kwamba wameheshimika, wameheshimiwa kwanza na Mungu na hatimaye amewapa dunia pia kwa hiyo hili kundi hili la ndoa na vijana ndilo ambalo tutahusika nalo sana katika kipindi hichi cha Honored People's Corner. Mungu ametupa upendeleo, na mimi mwezeshaji wenu, natamani sana tufikie fikra ambazo ni chanya kwa kuzifanya ndoa kuwa mahali pa furaha kwa kufanya vijana kutumia nguvu yao na uhalisia wao kwenda kujenga jamii ambayo inakubalika, kujenga jamii inayoheshimika. Ndoa zikiwa na ufahamu mzuri, vijana wakiwa na ufahamu mzuri, hakika dunia itakuwa ni mahali pazuri pa kuishi. Kwa hiyo sasa tunasema vijana ndio malighafi ya ndoa maana yake kutokana na vijana sasa kunakuwa na ndoa, mume na mke wanazaa mtoto ambaye anakuwa kijana baadaye anakuwa sasa ni kama maligafi ya kwenda kuanzisha ndoa nyingine. Kwa hiyo huwezi kusema ndoa bila kusema kijana, maana yake baada ya ndoa kuna kijana ambaye anakwenda kuwa na ndoa nyingine, ni kama kurithishana. Kwa hiyo basi hawa watu ambao wameheshimika, ambao ni ndoa, mume na mke na mke na huyu kijana ambayo yamkinde mtoto katika hii ndoa hao ni waheshimika kwa sababu Mungu anafanya nao kazi ili kuijaza nchi na kufanya nchi au dunia iwe mahali pema pa kuishi. Hebu tuangalie neno la Mungu katika ile Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa ishirini na sita hadi wa ishirini na nane Neno la Mungu linasema Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa ishirini na saba, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia Zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Tunaona ambavyo sasa Mungu anaanza kumuheshimisha mwenye ndoa. Kwa hiyo jukumu kubwa la ndoa ni kwenda kuzaa na kuongezeka na kuijaza nchi. Sio kuzaa watoto tu, hapana. Ndoa ndio mahali ambapo utajiri unakwenda kufanyika. Maana hapo Mungu aliona samaki wa baharini, maana yake biashara za meli, maana yake biashara ya kwenye anga, maana yake makampuni, maana yake kila aina ya utajiri umewekezwa na Mungu kwenye ndoa. Kwa hiyo ndio maana anasema wewe, ambao umeolewa Umepata neema ya kujenga utajiri kupitia Mungu. Na ule kijana wako ambaye tuna watoto tumezaa, tumeongeza, lakini hao pia wana namna ambayo Mungu sasa anarithisha kutoka kwa baba kwa mama kwenda kwa kijana. Kwa ndio maana tunasema kwamba vijana wana nguvu, kwa sababu wanarithishwa kutoka hawa wazazi kwa wazazi ambao ni wanandoa. Kwa kijana unayesikiliza ujue ya kwamba kuoa au kuolewa ni jambo la msingi sana na la heshima sana kutoka kwa Mungu. Kama hujaoa kama hujaolewa bado hujakaa kwenye hii mtazamo wa Mungu wa kutaka kuijaza nchi kupitia ile jukwaa la ndoa. Kwa hiyo ndio maana kipindi hichi cha Honored People's Corner kinahusiana sana na ndoa na vijana kama watenda kazi pamoja na Mungu kwa habari ya kuongeza na kuijaza hii dunia. Unaona mstari wa 28 anakasema Mungu akawabarikia Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo kwenye ndoa sio tu kuzaa watoto. Anaenda kusema hapa mkaijaze nchi. Nchi haijazwi tu na watu, inajazwa na utajiri. Inajazwa na namna ambavyo wanandoa wanafanya vitu vya msingi kwenye dunia. Alafu Mungu anatukuzwa. Kwa hiyo ukiona umasikini umekuwa duniani, maanake wanandoa hawajafanya vizuri, maana yake Mungu analeta utajiri kwenye ndoa. Ndipo anapofanyia kazi yake ya kubariki, ya kuongezeka, ya kujaza nchi. Ndipo Mungu anapompa mwanadamu kutawala, samaki wa baharini. Ndipo Mungu anapompa mwanadamu kutawala ambao viko angani na kila kiumbe chenye uhai kukifanyia kazi kupitia kwenye ndoa. Kwa hiyo ndo ndio maana anasema embu, sisi ambao tuna ndoa tukae kwenye kipindi hichi tuone ambavyo Mungu ana kusudi jema na ndoa. Ndoa haijawahi kushindwa hata siku moja, maana Mungu hajawahi kushindwa. Changamoto za dunia hazisababishi eti Mungu ashinda kufanya agizo lake au kusudi lake la kuleta ndoa duniani. Kwa hiyo mwambie Mungu kwamba mimi, Mungu umenipa ndoa na ndoa ni ya kwako, kwa hiyo timiliza kusudi lako ndani ya ndoa yangu. Mungu anafanya. <laughs> Mungu anaweza. Kwa hiyo mwanandoa, leo ukikaa kwenye ndoa yako usifikiri mtu kawaida. Hapana, we ni mtu ulioheshimika. Mungu amekuheshimu kwa habari ya dunia nzima hii, amekupa ili uitawale, uimiliki na Mungu akikuangalia wewe anajiona akifanya kazi duniani kupitia ndoa. Lakini pia kwenye ndoa ndiko wanapopatikana watoto ambao wanakuwa ni vijana. Kwa hiyo sasa, kijana ana wajibu mkubwa wa kujua ni kwa nini aoe, kwa sababu sasa anakwenda kuendeleza kile ambacho kilianzishwa na wale kina Adamu na Hawa. Kwa hiyo napenda kuwasihi vijana wa leo wa Tanzania, vijana wa leo dunia, hebu kijana tamani na utaki kuoa au kuolewa, maana hapo unatimiza kusudi la Mungu duniani na unakuwa ni mtendakazi pamoja na Mungu kwa habari za kujaza dunia. Sahivi kuna mithi au kuna tamaduni au kuna namna ya, ya mapokeo vijana, nasema kuoa kuna, kuna faida gani au kuolewa kuna faida gani? Maanake kuna jinsi ambavyo shetani anapotosha jamii yetu kwamba ndoa hazina faida. Haijawahi kuwa hata siku moja ndoa ikawa haina faida. Mungu hajautengua ile agizo lake alilosema kwamba kwenye ndoa watabariki, atawabariki wakazaana, kuongezeka. Hajawahi kuliacha hilo kwa sasa. Ni nani anayesema kwamba ndoa hazifai au ndoa zina changamoto kiasi kwamba hawapendi leo ndoa? Hapana, Mungu hajawahi kushindwa. Kwa hiyo leo nakupa Ninakupa changamoto kwamba wewe kijana ambaye hujaoa au haujaolewa, ujiulize kwa nini hujaoa au haujaolewa? Maana nafasi unayo, wakuoa wapo, wakuolewa wapo. Ni wewe tu ujitambua kwamba umepewa nafasi ya kufanya kazi na Mungu. Kwa hiyo kuoa ni agizo la Mungu.